E bwana e, bwana leo tumesafiri mpaka Uingereza kule British. Uh, leo bwana nimekuletea story kuhusu Jason Statham. Uh, wengi wanamuita kama kipala. Hii hapa ni Brightness Studio na mimi mwandaji wako, hii makala inaitwa Main Brown. Uh, pia unaweza kaniita Brown tu inatosha sana. Uh, leo nimekuletea bwana Jason Statham, muigizaji mahiri kinoma kwenye movie. Yes, bila kuchelewa nitaenda kukueleza kuzaliwa kwake, uh, kipaji chake na ni lini alianza movie. Uh, jina lake kamili bwana anaitwa Jason Statham kama jinsi linavyojieleza, amezaliwa uh, tarehe 26 Julai mwaka 1967. Uh, mahali alipozaliwa uh, uh, ni kule um, Uingereza, um, ni Shirebrook katika Derbyshire ambayo iko England. uraia ni Mwingereza uh. Bwana Jason Statham kabla hajao mwigizaji uh, alikuwa na ni mwanamichezo wa kuruka majini wanaita diving zile. Na aliweza kuwakilisha Uingereza uh, kwenye mashindano ya Commonwealth uh, miaka ya 1990. Uh, nidhamu ya mchezo hii ilimjengea mwili kuwa imara, yani kuwa strong na uwezo mkubwa wa kufanya uh, status bila ya double, uh, kwenye filamu. Na baadaye bwana alifanya uh, kazi kama modo wa kampuni ya Tommy Hilfiger uh, jambo uh, lilimfungulia lili, milango katika tasnia ya sanaa ya a, uh, kwenye burudani ambao siku ya leo tutaenda kuiongelea. Naam, basi tunaendelea mpaka sasa hivi mwaka 2025 Jason Statham bwana anatimiza miaka 57, na tumeona picha zikisambaa kiwa na Cristiano Ronaldo akiwa uh, na wanasherehekea siku yake ya kuzaliwa akimpongeza. Je, mwamba na mke? E, bwana jibu ni ndio. Jason Statham mwanamke au uh, mpenzi wa maisha na watoto wawili, ya uh, ukweli kuhusu hali yake ya familia bwana? Mpenzi wake au mke Jason, yes, Statham yuko katika mahusiano ya muda mrefu sana, uh, ambaye anaitwa Rosie Huntington au uh, kwa jina la umaarufu anaitwa Whiteley uh, ambaye ni modo maarufu pia mwigizaji uh, walianza kwa pamoja karibu mwaka 2010 na, uh, na kutangaza engagement uh, walifunga ndoa rasmi mwaka 2016. Hata hivyo taarifa nyingi zinaonesha bado hajafunga uh, ndoa rasmi licha ya kuwa wamekuwa pamoja miaka mingi sana. Uh, mtoto wao kwanza, bwana anaitwa Jackie Oscar Statham ambao uh, ni mtoto wa kiume ambaye amezaliwa Juni 24 mwaka 2017, na, uh, na mtoto wa pili anaitwa Isabel James Statham uh, ni binti yao ambaye alizaliwa Februari 2 mwaka 2022. Oh yeah, niko najaribu kujiuliza kwa nini jamaa alichelewa kuoa na kwa nini amechelewa uh, kupata watoto amekuja kupata uzeeni. Hebu niambie kwenye komenti, labda unajua kwa nini. E bwana, safari yake ya kuingia kwenye uigizaji uh, ilianza uh, alipokutana na Guy Ritchie ambaye uh, uh, alimpa nafasi kwenye filamu Lock Stock and Two Smoking Bar ya mwaka 1998 uh, kuna hii ya Snatch mwaka 2000 filamu hizi zilimpa umaarufu mkubwa Ulaya na Hollywood. Jason Statham bwana alijijengea jina la mfalme wa action movie, uh, kwa kupigana bila kuogopa stunts halisi, na uso mkali na sauti nzito ya bara. Bwana anaindo list ya movie zake, kuna hii Ghosts of Mars, kuna hii 13, kuna hii Deathless 2, ambayo uh, uh, alicheza uh, kuna Men of Machine, Serra the One Corazo, hapo kuna eh, nyingi kibao sana ambazo walicheza. Kuna Expendable 3 uh, kuna The Crank High Voltage, Expendable 2 kuna British kuna F9 kuna W kuna CF kuna Italian Job kuna Wild Card kuna The Killer Elite kuna The Beekeeper 2 ambayo inakuja mwaka 2026 kuna The Bank Job, Redemption kuna Parker, Transporter 2, Spy, Transporter 3, Fast X, Deathless kuna Snatch, Fast X 2 Fastx uh, na nyingine nyingi sana kama Fast ya Fast and Furious ya saba, Mechanics uh, kuna Megi, kuna Crank, kuna Homefront na kuna mm, nyingi sana eh, Megi hizo hapo eh, e, bwana. Kutokana na umaarufu wake bwana, ilibidi wamshirikisha watu wakubwa, kina Van Diesel, kuna eh, kina The Rock mpaka leo sasa, amekuwa ni miongoni mwa wapiganaji wa action movies maarufu na ni wakubwa sana. Yani ukimwona tu movie yake ametoa mpya, ni lazima uangalie kwamba ametoa kitu gani huyu mzee. Na mtindo wa kipekee wa Jason Statham bwana, hafanyi filamu za mapenzi ee, anaga kulemba huyu jamaa. Hachezi nafasi ya mtu mkali aa, ni mkimya afu mtaalamu wa mapigano. Hafanyi karibu stunts zote mwenyewe aa, hana nywele lakini amekuwa na alama ya mvuto yaani ana ya mvuto kinoma kwenye kuwavutia wadada yani e, imagine jamaa ni kipala lakini wadada wanamvutia kinoma e. Bwana, utajiri wa Jason Statham unakadiriwa kuwa utajiri wake ni zaidi ya dola milioni 90, ambao umekuwa kutokana na filamu, matangazo na miradi binafsi. Kwa hiyo huo ndio utajiri wa Jason Statham. Hem, tuangalie kwa nini Jason Statham anapenda kuendelea na Fast and Furious. Uh, kwa nini anaendelea kuepo kwenye hii movie Uh, tabia ya Deckard Shaw inamfanya moja kwa moja waendelee uh, kusapotiana. Yes, hana superpower kama wale watu wa Marvel. Uh, ni askari wa, wa zamani, mtaalamu wa mapigano. Uh, anapigana kwa mikono, silaha halisi na akili. Hii ni role ambayo inafanana ina, ina, ina, ina kabisa na Movie kama Transporter na Mechanic style, yani ni mwendo wa vurugu tu, kukimbiza magari, ndio maana waliamua kumkubali na kumweka kwenye Fast and Furious. Uh, Fast and Furious bado ni real action kuliko Marvel, kwa hii ndio inaomfanya endelee kuwepo kubaki pale uh, japokuwa Fast and Furious ina vitu vya, vya, vya kupinduka magari, mapigano Uh, bado Jason Statham hufanya stunts nyingi sana mwenyewe. Uh, mapigano yake yanaonekana ya, ya kweli. Uh, hakuna mavazi ya superhero wala nguvu za ajabu, kwa hiyo inomfanya aendelee kumkubali, ni mtu kama ambaye wanamhitaji. Lakini pia hii movie bwana imempa umaarufu mkubwa sana na kuendelea kubaki pale kwenye Fast and Furious. Uh, Richard Shaw aliendelea kumpa nguvu ya umaarufu Ha, lakini pia sababu nyingine ni biashara kubwa na ni salama e, bwana, Fast and Furious in, ina, ina mashabiki mamilioni na mapato yake ni mabilioni ya dola. Kwa Statham bwana, malipo ni makubwa, hakuna riski ya filamu kuferi, brandi yake pia ni kubwa. Kwa hiyo hii ndio sababu ya kuendelea kubaki pale. na sababu nyingine bwana inayomfanya endelee kubaki kwenye Fast and Furious, ana urafiki na waheshima ndani ya cast. Statham bwana ana uhusiano mzuri na Vin Diesel, Dwayne Johnson na timu nzima ya production. Hali hiyo bwana inamfanya ajisikie yuko nyumbani, ana uhuru wa kufight scene pale, muona anapiga ni kwa uhuru wote Koo pia bwana, Fast and Furious sehemu ya 11 ndio moja ndo itakuwa ya mwisho, ko ina mlazimu uendelee kuwepo kwenye Fast and Furious. Um, kutarajiwa kwa mwisho wa story kuu ah, kushiriki humo ni ni, ni, ni sehemu e, ya yeye kuacha alama kubwa ya kihistoria katika Hollywood sababu hiyo ndio inamfanya endelee kubaki pia lakini, pia twende tukaangalie ni kwa nini Jason Statham hakuwahi kushirikishwa kwenye Marvel. Na, na tetesi zinasikika kuwa alishikushirikishwa na akakataa kwamba hawezi kufanya movie kama hizo. Hapo kwa nini watu kama kina Jason Momoa wamejiunga? Em, ngoja tuche ngoja tuchambue ngoja tuchambue tuone hapa kwa nini. E bwana, sababu ya kwanza bwana, Marvel hutumia sana zi. CGI na studio bandia. Lakini kwa mtu kama Statham bwana anapenda mapigano ya halisi yani real substance. Aa, anasema mara nyingi kuwa action ya kweli ni ile mwigizaji anafanya mwenyewe na sio kwa kutumia computer. Tofauti na mafu wenyewe bwana hutumia green screen sana. Mapigano mengi ni CGI na anana... wahusika kupaa na kuruka na wengine kufanya mambo ambayo sio ya kawaida. Kwa kwake hiyo ni, ni kitu kama no ndani ya kutengeneza movie. Ebuona, hem tuambie hapo kwenye comment kwamba unahitaji nani sina, tuje tumlete hapa na tumchambue. Unahitaji Van Dizo? Unamhitaji nani? Unamhitaji The Rock au unamhitaji John Cena tuje tumchambue hapa? Wewe, tuambie kwenye comment hapo, ni mwigizaji gani nguli ambaye unataka tuje tumchambue hapa ambaye ujui details zake au uh, unataka kufahamu kuhusu kuzaliwa na maisha yake lifestyle, mpaka um, leo hii amekuwa ni nguli. Lakini kabla hatujamaliza bwana, nina taarifa njema bwana, nataka kukuambia e, bwana tuna group la movie group la movie ambao wengi wamekuwa uh, wako busy wako mishemishe, lakini hawajui wataona wapi movie uh, wajui watapata wapi movie. Tumeandalia group la movie uh, ila pa group utajoin pale linki kwenye description ipo, lakini pia kwenye comment pale, lakini pia unaweza kanitumia kupitia 0627401619 nitumie neno niunge, nitakuunga moja kwa moja kwenye group la movie kule. Kuna movie za like kina DJ Mask kina DJ Mark utazipata zote kule, karibuni sana. Naitwa Brown, usisahau ku like kucomment na kusubscribe.